Niko smarti na hii ni Uhakika TV. Karibu, mi nipo na Diki hapa kutokea ni Morogoro. Leo tunakwenda kupafom sirio kwa ajili ya show, kwa ajili ya birthday kwa ya mwanetu, mwanetu, mwanetu, mwanetu e, kisiga malo familia sii, lakini sasa eh tunaona ya. Watoto wa Morogoro sasa hivi mnasumbua sana kwenye mitandao mpaka mtaani, siri ni nini mzee? Mwenyezi Mungu Bwana akiamua kusema kwamba Bwana mda wa watoto wa morogoro fresh na sisi tunashukuru kwa sababu kipindi hicho ilikuwa watoto wa kidada sana, sio sasa hivi. Sanaa zamu yetu, nadhani ndo wakati wetu, ndo muda wetu, si yeah, ndio. Kwa hiyo siri ni nini hapa, ni kwamba muda time we tira time siri mudasitam muda unaongea, alafu Mwenyezi Mungu anaposema lake, labda mmeshirikiana mkaenda kwa babu Amma. Bana e, jamaa, watoto wa Morogoro sasa, hem tuinukeni eh kuna ile kwamba tunamtegemea Mungu lakini, uh, Diki tumekuwa na ukimya kidogo kabisa mara baada ya hey, ile ngoma na video tukaitambulisha, yes. Ukawa ukimya ni mwingi. Sasa hili swali natamani kukuuliza lakini je, au yeah, no, atajibu Diki au atajibu meneja kwamba ukimya umesababishwa na nini? Is okay, mpango wa muda, ina maana muda unapofika kila kitu kipo fresh, lazima watakisikia, na natumaini kuachia vitu vyangu mwezi wa tano kwa sababu mwezi umenibana sana hapa mwanzoni, ndo kama hivi vipengele vya ndugu zetu, vipengele vya show navyo pia vinatubana, lakini panapo majali wa mwezi wa tano naachia vitu, kwa sababu hapa nina kisafari kidogo, nikirudi kazi meneja anasema ngoma juu ya ngoma. Unawaambia sasa mashabiki ambao wanamshabikia Diki. Eh bwana, shabiki wa Zompa kweni mkao wa kula. Sasa hivi ilikuwa swala la muda, unajua, mziki unahitaji pesa, mziki unahitaji pesa, kuvaa, kula, naye hapo ana majukumu mengine, na ili utoe kitu kikali lazima utulie chini kidogo, kwa hiyo tulitulia kidogo saa hizi watarajie vitu baada ya Pasaka hapo vitu vya kwenda tuchupa kali pini kali nyingine tushazirekodi mbili tatu, na naenda vizuri. Ilikuwa swala la muda tu na mipango na, na, tumeona mwanawetu kabisa familia Jay Combati, lakini pia tumeona mwanawetu Jetty, pia tumeona mdogo wetu K Pizzo. Ya cha pili juhudi ziwe nyingi kwa pale walipo Morogoro, mambo yazidi kuwa mengi hili zidi kufika mbali ila sio kurudi nyuma na kukata tamaa kwa hapa alipofikia, mimi ningependa niwape saluti na big up nyingi kwa hapa moyo, ndugu zangu, ili tufanye vitu vikubwa zaidi, tufike mbali, sio tu Morogoro, mpaka worldwide. mpaka mbele. Mpaka mbele. Kitu gani tumejifunza kutokea kwao? Kitu kikubwa hususani hmm. Kwanza kikubwa ni heshima ya heshima, yeah. Imefanya mpaka tunafikia mbali, pili utayari wetu kwa sababu tulikuwa tukijitoa kwenye show ambazo hazilipi, mpaka leo hii tumefikia huku. Tunamshukuru Mungu kwa utayari wetu, iko ndo kwa kuna vitu tukipata hivi, kwa hiyo ndondondo zile, ndondondo zimekuja kuzaa. Safari ndefu kidogo, sawa doki. Leo tunakwenda ku perform kwa kuona kwamba mashabiki zangu wanazisikia tunaimba wote yani kwenye stage utachanganyana, ila vitu vipi watavisikia Leo natamani kuona kwamba naimba nao na fly na